Akizungumza katika mahojiano maalum na Hope Channel Tanzania, DC Manase amesema Mpalano Festival ni jukwaa mahususi la kuonyesha urithi wa kiutamaduni wa Kyela, hususan ngoma za asili, vyakula vya asili, mavazi ya kiutamaduni na historia ya watu wa Kyela, huku likifungua milango kwa wawekezaji na wadau wa maendeleo. Mpalano Festival ni tamasha, kwanza kabisa ni la kiasili, kwa maana ya jinsi lilivyoanza ilikuwa kwa ajili ya kudumisha ngoma za Kinyakyusa kuendeleza utamaduni wa Kinyakyusa, lakini kwa mwaka huu limeenda mbali zaidi. Pamoja na kudumisha mila, kuonyesha ngoma za Kinyakyusa, tunataka saizi tutoe na burudani. Kwa hiyo kupitia Mpalano Festival wa mwaka huu ni wakaribishe wananchi wote katika uh, fuko za Matema kwa ajili ya kusherekea uh, Mpalano Festival ambayo itafanyika tarehe sita mpaka saba mwezi huu wa saba na kwenye tamasha hilo tutahusisha vitu mbalimbali. Kwanza kutakuwa na burudani ya ngoma za asili, lakini pia kutakuwa na michezo ya ufukweni, lakini pia kutakuwa na fursa za wafanyabiashara kuonyesha biashara zao, lakini pia kutakuwa na michezo ya kupiga makasia. Itakuwa pia na na nafasi ya kwenda kuangalia vivutio vilivyopo katika fukwe za Ziwa Nyasa au fukwe za Matema Beach. Pia kutakuwa na mashindano au Land Rover, uh, festival ambao kutakuwa na magari yanayotoka kukoa Dar es Salaam lakini pia magari mengine yanatoka Nairobi kwa ajili ya kuja kwenye tamasha hili la Mpalano Festival. Aidha, DC Manase ametoa wito kwa wananchi wa Kyela na wageni kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania na nchi jirani kujitokeza kwa wingi kushiriki tamasha hilo, akisisitiza kuwa mbali na burudani, Mpalano Festival ni jukwaa la kuunganisha jamii, kuza uchumi na kutangaza vivutio vya kipekee vilivyopo katika wilaya hiyo, kama vile Ziwa Nyasa, mito yenye maji ya moto na mandhari ya kipekee ya wilaya hiyo. Tunaweza tukafanya burudani nyingi sana, na tunaokaribisha pia wawekezaji kwao. Lengo la kufanya matamasha haya ni kukuza uchumi wa Matema, lakini pia kuonyesha fursa ambazo zinapatikana uh, maeneo haya ya Ziwa Nyasa, pembezoni mwa Ziwa Nyasa, lakini fuko hizi za Matema na tunaamini tunapofanya matamasha haya, tunapowaleta wadau mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za nchi, watapata fursa pia za uwekezaji, lakini pia tutaongeza kasi ya watalii kuja katika fukwe za Ziwa Nyasa. Kwao tunaamini tunapowaalika Masema Beach, tunafungua pia uh, sehemu mbali mbalimbali za utalii kwa sababu atakapokuja ataona na fursa nyingine za utalii zinazopatikana katika mkoa wetu wa Mbeya. Mpalano Festival mwaka huu linatarajiwa kuvutia wageni kutoka ndani na nje ya nchi, huku likipambwa na maonyesho ya bidhaa mbalimbali, mashindano ya ngoma na midahalo ya vijana kuhusu maendeleo ya jamii, sambamba na kutembelea vivutio. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.